Habari mpendwa mtazamaji, karibu sana katika chaneli yetu ya Mafunzo TV. Kabla hatujaingia kwenye mada yetu ya leo, nataka utafakari jambo moja muhimu sana. Maisha yetu ni kama bustani. Ili bustani isitawi na kutoa maua mazuri, haitoshi tu kupanda mbegu bora na kumwagilia maji, ni lazima pia uwe na uwezo wa kungoa magugu yanayozunguka mimea hiyo. Magugu yasipoondolewa yananyonya rutuba, yanazuia mwanga na mwisho wa siku yataua ule mmea mzuri uliokuwa unategemea uvune. Katika maisha ya mwanadamu, watu wanaokuzunguka ndio mazingira yako. Unaweza kuwa na malengo makubwa, unaweza kuwa na akili sana, na unaweza kuwa na juhudi za ajabu, lakini ukizungukwa na watu ambao ni kama sumu, juhudi zako zote zitapotea bure. Kuna watu ambao bila wewe kujua, wanarudisha nyuma maendeleo yako, wanaua amani yako ya akili, na wanakupotezea muda ambao hutaweza kuupata tena. Dhumuni langu kwenye video hii ya leo sio kukufundisha kuwachukia watu, hapana. Dhumuni langu ni kukusaidia kuzinduka. Nataka uwe na uwezo wa kutambua nani anayeongeza thamani kwenye maisha yako na nani anayepunguza thamani hiyo tunahitaji kuwa na vichujio au filters kwenye mahusiano yetu. Huwezi kumruhusu kila mtu aingie kwenye chumba chako cha ndani cha siri na ndoto zako. Leo tutawatazama watu saba kwa undani, watu ambao ukiamua kuwaweka kando au kuweka umbali nao, utashangaa jinsi maisha yako yatakavyoanza kuchanua na jinsi amani yako itakavyorejea. Kama upo tayari kubadilisha mazingira ya mahusiano yako kwa ajili ya mustakabali wako, basi kaa nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii, na pointi ya tano itakushangaza mno, maana wengi hushindwa kuiepuka. Lakini kabla hatujaanza kuchambua mtu mmoja baada ya mwingine, nina ombi moja kwako. Kama unapenda mafunzo kama haya yanayojenga maisha na kukupa mwanga wa kuelekea kwenye mafanikio, basi bonyeza neno subscribe hapo chini kwenye chaneli yetu ya Mafunzo TV. Kwa kufanya hivyo unakuwa sehemu ya familia hii na hutapitwa na video yoyote muhimu tunayoweka kila wiki. Pia ningependa sana kukufahamu wewe unayenitazama sasa hivi. Hebu nifahamishe kwenye upande wa comments hapo chini, unaitazama video hii ukiwa wapi? Uko mkoa gani hapa Tanzania, au uko nchi gani nje ya Tanzania? Napenda kusoma maoni yenu na kujua ni wapi ujumbe huu wa Mafunzo TV unafika. Tayari haya, twende tukamwangalie mtu wa kwanza ambaye ni hatari kwa amani yako. Mtu wa kwanza, mtu wa malalamiko, the chronic complainer. Tukianza safari yetu ya kuichambua orodha hii, mtu wa kwanza ambaye ni hatari kuliko unavyoweza kudhania ni mtu wa malalamiko yasiyoisha. Huyu sio tu mtu mwenye changamoto, maana sote tuna changamoto. Huyu ni mtu ambaye amefanya malalamiko kuwa mfumo wake wa maisha lifestyle. Ukikutana naye, hakuambii mipango yake, hakuambii alichojifunza, bali anakupa orodha ya mambo ambayo dunia imemfanyia vibaya. Moja. Falsafa ya sheria ya mavuno, the law of environment. Kuna kanuni moja kuu ya kifalsafa inayosema binadamu ni kiumbe wa mazingira. Kama ukikaa kwenye duka la manukato, hata kama hutajipaka, ukitoka nje utakuwa unanukia manukato. Lakini ukikaa kwenye dampo la takataka, hata kama hujagusa uchafu, ukitoka nje utakuwa unanuka uvundo. Mtu wa malalamiko ni dampo la kifikra. Kila anapokuja kwako, anakuja kutupa takataka zake za akili kwako. Anaposema maisha ni magumu, hakuna fursa, kila mtu ni mwizi, anachofanya ni kupanda mbegu za umaskini wa kifikra ndani ya ardhi ya ubongo wako. Falsafa ya kale ya mashariki inatuambia kuwa maneno ni nishati. Unaposikiliza malalamiko kwa dakika 30, neva zako za ubongo, neurons, zinaanza kufanya kazi kama za yule anayelalamika. Unaanza kuwa mdhaifu, physically and mentally tired bila hata kufanya kazi ngumu. Mfano wa Socrates na kikombe cha sumu. Mwanafalsafa mkuu Socrates aliwahi kusema kuwa maisha ambayo hayajachunguzwa hayastahili kuishi. Mtu wa malalamiko hachunguzi maisha yake, yeye anatafuta nani wa kumbebesha lawama. Katika saikolojia ya kisasa tunaita hali hii external locus of control. Ni imani kwamba maisha yako yanaongozwa na nguvu za nje tu, na wewe huna uwezo wa kubadilisha chochote. Ukiendelea kukaa na mtu huyu, utaanza kuamini falsafa yake ya uhanga, victimhood. Utaanza kuamini kuwa hata wewe huwezi kufanikiwa kwa sababu ya serikali, kwa sababu ya wazazi au kwa sababu ya uchumi. Hapo ndipo watching hours za maisha yako zinapoanza kupotea kwa sababu unatumia muda mwingi kujadili matatizo badala ya kutengeneza suluhisho. Athari kwa mafanikio yako. The mental virus. Fikiria akili yako ni kama kompyuta ya kisasa kabisa, supercomputer. Mtu anayelalamika ni kama virus. Hafanyi kazi ya kubomoa kompyuta yako mara moja, bali anafanya kompyuta iwe nzito, slow. Kila ukitaka kuanza biashara, ule virusi wa malalamiko aliyouingiza unakukumbusha, lakini mbona fulani alishindwa? Au lakini kodi ni kubwa sana. Hawa watu wana uwezo wa kipekee wa kuona giza katikati ya nuru wana uwezo wa kupata tatizo kwenye kila suluhisho. Ukimwambia soko la maziwa ni zuri, atakwambia ng'ombe wanaugua sana. Ukimwambia kuna fursa mtandaoni, atakwambia bando ni gali. Wao ni maadui wa maendeleo kwa sababu wamejisajili kwenye chuo cha kushindwa. Hitimisho la pointi ya kwanza. Unafanyaje? Dhumuni la Mafunzo TV ni kukupa mbinu za kivita. Huwezi kumbadilisha mtu ambaye hataki kubadilika. Ukijaribu kumvuta juu atakuvuta yeye kuelekea chini, kwa sababu nguvu ya uzito ya malalamiko ni kubwa kuliko nguvu ya hamasa. Linda amani yako kama unavyolinda akaunti yako ya banki. Huwezi kumruhusu kila mtu aingize mkono kwenye akaunti yako na kuchukua pesa. Sasa kwa nini unamruhusu kila mtu aingie kwenye akili yako na kuiba utulivu wako? Kumbuka muda wako ni mali dakika moja unayoipoteza kumsikiliza mtu anayelalamika bila kuchukua hatua ni dakika moja ambayo ungeitumia kufikiria wazo la milioni kumi. Waepuke si kwa sababu unajiona bora, bali kwa sababu una safari ndefu ya kuenda na huna nafasi ya kubeba mizigo isiyo ya lazima. Tafadhali, kama umejifunza kitu kwenye point hii usisite kushare nami, nitafurahi sana kuona komenti yako. Vile vile, subscribe kama bado sio mwanafamilia wa mafunzo TV. Sasa, bila kupoteza muda, tuende kwenye pointi ya pili. Mtu wa pili, rafiki mbea na mpeleka maneno. Baada ya kumwangalia yule anayelalamika sasa tunakuja kwa mtu ambaye ni hatari zaidi, kwa sababu huyu anashambulia sifa yako, reputation, na amani yako ya kijamii. Huyu ni mtu wa udaku au mbea. Watu wengi hudhani udaku ni mazungumzo ya kawaida ya kupitisha muda, lakini kifalsafa na kisaikolojia udaku ni silaha ya maangamizi ya mahusiano. Moja, Sheria ya chakula cha akili, the intellectual food law. Kama vile mwili unavyokuwa kutokana na kile unachokula, akili yako inakuwa kutokana na kile unacholisha. Mtu mbea analisha akili yako takataka za maisha ya watu wengine. Falsafa ya kale inasema, watu wenye akili ndogo hujadili watu. Watu wenye akili za kati hujadili matukio, lakini watu wenye akili kubwa kujadili mawazo, ideas. Unapokaa na mbea, unailazimisha akili yako ishuke daraja kutoka kwenye kujadili fursa na mawazo ya mamilioni na kuanza kujadili nani ameachwa, nani kafilisika, au nani amekosea. Unajaza hard drive ya ubongo wako na habari ambazo hazikuingizii pesa, hazikupi afya na hazikufanyi uwe mtu bora hizi ni junk data ambazo zinachukua nafasi ya mawazo ya maendeleo. Mbili, kanuni ya kioo cha upande wa pili, the mirror principle. Hapa ndipo nataka ufungue masikio yako vizuri. Kama anakuletea udaku wa wengine, basi anapeleka udaku wako kwa wengine. Hii ni kanuni isiyovunjika. Mbea hana mshirika, ana wasikilizaji tu. Siku ambapo hutakuwa naye, wewe ndiye utakuwa mada ya mazungumzo yake kwenye meza nyingine. Kifalsafa, mbea ni kama shushushu ambaye hakulipwa. Anatafuta siri zako, udhaifu wako na makosa yako, si kwa ajili ya kukusaidia bali kwa ajili ya kuwa na bidhaa ya kuuzia watu wengine ili aonekane anajua mambo. Huyu mtu anavunja msingi mkuu wa uaminifu, trust na bila uaminifu huwezi kujenga biashara, huwezi kujenga familia na huwezi kuwa na marafiki wa kweli wa kukuinua. Mfano wa mshumaa na upepo: fikiria sifa yako reputation ni kama moto wa mshumaa unaowaka gizani, unahitaji mwanga huo ili uone unakokwenda. Mtu mbea ni kama upepo unaovuma kila upande. Hata kama hakulilipi mshumaa wako moja kwa moja anaufanya uchecheme, unakufanya uwe na wasiwasi, na unakufanya utumie nishati nyingi kuuzungushia mikono ili usizimike, badala ya kutumia nishati hiyo kutembea kuelekea unakokwenda. Ukiwa na rafiki mbea utakuwa na paranoia, wasiwasi wa kudumu. Utaogopa kufanya maamuzi fulani kwa sababu unawaza atasema nini kwa watu. Hali hii inakufanya uishi maisha ya uigizaji ili kumridhisha mbea na mwisho wa siku unapoteza utambulisho wako identity. Hitimisho langu la pointi ya pili, linda masikio yako. Mzee mmoja mwenye hekima aliwahi kusema masikio ni milango ya roho. Usiruhusu kila mtu amwage wa uchafu wake mwangoni pako. Unapogundua rafiki yako anaanza kusema vibaya kuhusu mtu hayapo, hapo ndipo unapaswa kuweka mipaka. Dhumuni la Mafunzo TV ni kukufanya uwe smart. Ukitaka kuwa na watching hours nyingi za mafanikio kwenye maisha yako, acha kuangalia movies za maisha ya watu wengine kupitia midomo ya wambea. Tumia muda huo kusoma kitabu, kusikiliza mafunzo au kuboresha ujuzi wako. Kumbuka, mbea hapendi kukuona unafanikiwa kwa sababu akikuona unafanikiwa hana kitu kibaya cha kusema kuhusu wewe. Kwa hiyo atafanya kila namna akurudishe chini ili uwe mada nzuri ya udaku wake. Mwapepe kama ukoma. Kama kuna kitu umejifunza tafadhali niambie. Je, umeshawahi kuwa na rafiki mbea na mwisho wake ulikuwaje? Pia usisahau kuniunga mkono kwa kulike video hii na kusubscribe tafadhali. Utazidi kunipa nguvu ya kusonga mbele kwa spidi ya ajabu. Tafadhali fanya hivyo sasa. Sasa twende kwenye point namba tatu, na imani utajifunza kitu. Mtu wa tatu, mtu anaye kukatisha tamaa na muuaji wa ndoto, the naysayer and dream killer. Ndugu yangu, mwanafamilia wa mafunzo TV, ikiwa pointi mbili za kwanza zilikuwa ni kuhusu amani ya akili pointi hii ya tatu ni kuhusu hatma destiny yako. Mtu wa tatu ambaye ni lazima umweke mbali na mipango yako ni mtu anayekukatisha tamaa. Huyu ni mtu ambaye kila unapojaribu kuinua kichwa chako juu ya wingu ili uone fursa, yeye anakuvuta miguu urudi chini. Kila unapomwambia nataka kuanza biashara fulani, yeye anakuambia hiyo biashara imeshajaa utafeli. Ukimwambia nataka kujifunza ujuzi mpya, yeye anakwambia wewe ni mzee sana au huna kipaji hicho. Moja, falsafa ya sufuria la kaa, the crab mentality. Kuna mfano mmoja maarufu wa kifalsafa unaohusu kaa, crabs ndani ya sufuria. Ukimweka kaa mmoja ndani ya sufuria anaweza kupanda na kutoka nje kwa urahisi, lakini ukiweka kaa wengi, mmoja akijaribu kupanda juu ili atoke, wale walio chini wanamvuta miguu arudi ndani. Mwisho wa siku hakuna kaa anayetoka na wote wanakikwa na kukufa. Mtu anayekukatisha tamaa ni kaa kwenye maisha yako. Hawezi kuvumilia kuona unajinasua kutoka kwenye hali ya kawaida mediocrity ambayo yeye ameshazoea. Kila hatua unayopiga ni kama kioo kinachomwonyesha yeye jinsi alivyoshindwa. Kwa hiyo, ili asijisikie vibaya kwa kutofanya kitu, lazima akuhakikishie kuwa hata wewe utafeli. Huu ni ubinafsi wa kifaikolojia uliojificha nyuma ya maneno ya kukushauri. Mbili. Saikolojia ya ulemavu wa kufundishwa learned helplessness. Watu hawa wanaugua kitu kinachoitwa learned helplessness. Wameaminishwa na mazingira yao kuwa hakuna kitu kinachoweza kubadilika, na sasa wanataka kukuambukiza ulemavu huo. Kifalsafa, tunasema kuwa maono vision ni mali binafsi Mungu au ulimwengu haukumpa yeye lile wazo alilokupa wewe. Sasa unategemeaje mtu ambaye hajapewa maono yako aweze kuyaelewa au kuyaunga mkono unapomshirikisha ndoto yako? Mtu anayekukatisha tamaa ni sawa na kupanda mbegu ya mti wa matunda katikati kati ya lami. Lami haina rutuba na kazi yake ni kukandamiza tu. Ukiruhusu maneno yao yaingie ndani yako, yanafanya kazi kama sumu ya kumeza, slow poison. Unaanza kutilia shaka uwezo wako mwenyewe, na mwisho wa siku unazika ndoto yako ukiwa bado unaishi. Mfano wa kihistoria: Thomas Edison na nuru ya dunia. Fikiria kama Thomas Edison aliyegundua balbu ya umeme angewasikiliza watu waliomwambia huwezi baada ya kufeli mara elfu moja, leo hii tusingekuwa na mwanga huu tunaouona. Watu walimcheka, walimwambia anapoteza muda na wakasema haijawahi kutokea. Lakini Edison alijua siri moja: watu wanaosema jambo haliwezekani wasiwazuie wale wanaolifanya. kila mvumbuzi kila tajiri na kila kiongozi mkubwa unayemwona leo alilazimika kuwaepuka watu waliomwambia haiwezekani. Ukikaa na watu wanaokukatisha tamaa utajikuta unazeeka ukiwa na makaburi ya ndoto ndani ya moyo wako. Utakuwa unajuta na kusema, laiti ningeanza ile biashara mwaka ule, lakini utakuwa umechelewa. Dhumuni la Mafunzo TV katika pointi hii Nataka uelewe jambo hili kwa uzito sana. Muda wako hapa duniani una ukomo. Kila dakika unayotumia kubishana na mtu anayekuambia huwezi, ni dakika unayoiba kutoka kwenye mafanikio yako. Hawa watu hawahitaji maelezo yako, wanahitaji matokeo yako. Njia bora ya kumjibu mtu anayekukatisha tamaa sio kubishana naye, bali ni kunyamaza na kufanya kazi kwa ukimya mpaka mafanikio yako yapige kelele. Weka umbali. Linda ndoto yako kama mama anavyolinda mtoto mchanga. Huwezi kumruhusu kila mtu ambebe mtoto mchanga wako kwa sababu mikono yao inaweza kuwa na maambukizi. Vivyo hivyo, huwezi kuruhusu kila mtu ambebe ndoto yako mchanga kwa sababu midomo yao ina maambukizi ya kukata tamaa. Tafuta watu wanaoweza, the can do people. Watu hata kama huna kitu wanakuambia inawezekana, anza hapo ulipo. Tafadhali, kama kuna kitu umejifunza tafadhali usisite kuniunga mkono kwa kusubscribe na kulike video hii. Utanipa nguvu mno ya kuendelea kwa spidi ya ajabu. Tafadhali, na kuomba sana, fanya hivyo sasa. Asante sana, najua tayari umesha subscribe. Asante sana. Sasa bila kuchelewa, twende kwenye point inayofata: mtu mwenye wivu. The Secret Envious Frenemy. Ndugu yangu wa Mafunzo TV, sasa tunaingia kwenye sehemu ya hatari zaidi ya video hii. Kama pointi zilizopita zilikuwa ni kuhusu watu wanaokupotezea muda, pointi hii ni kuhusu mtu anayeweza kukuangamiza kabisa. Huyu ni mtu mwenye wivu aliyojificha. Katika lora ya Kiingereza tunamwita frenemy, yaani ni mchanganyiko wa rafiki Friend, na adui enemy. Huyu ni mtu anayekula nawe, anacheka nawe na pengine ndiye mtu wa kwanza kukupongeza unapopata mafanikio, lakini ndani ya moyo wake kuna giza nene. Hawezi kuvumilia kuona unakuwa bora kuliko yeye. Moja. Falsafa ya macho ya giza, the evil eye philosophy kuna falsafa ya kale ya Kigiriki na mashariki inayozungumzia macho ya giza. Wanasema kuwa wivu ni kashfa ya unyonge. Mtu mwenye wivu haoni unachokifanya, bali anaona kile ambacho yeye anakikosa kupitia mafanikio yako. Kila hatua unayopiga kuelekea juu, kwake yeye ni ukumbusho wa jinsi alivyobatu nyuma. Mwanafalsafa Francis Bacon aliwahi kusema, wivu hauna likizo huyo mtu yuko kazini masaa 24 atatafuta dosari ndogo kwenye furaha yako ili aishambulie. Ya ukimwambia umenunua kiwanja, hata kupongeza kwa juhudi, atakwambia eneo hilo lina migogoro sana, au mbona bei imekupiga? Dhumuni lake ni moja tu, kuhakikisha kuwa hufurahii ulichonacho. Mbili, saikolojia ya Schadenfreude, furaha kwenye msiba wako. Kuna neno la Kijerumani linaitwa Schadenfreude. Hii ni hali ya kisaikolojia ambapo mtu anahisi furaha na amani pale anapoona mtu mwingine anapata matatizo. Mtu mwenye wivu aliyojificha ndiye malkia au mfalme wa Schadenfreude. Anapokuona unapata changamoto, utamwona anajifanya na huzuni, lakini machoni pake kuna mwanga fulani wa ushindi. Atakupa ushauri wa uongo unaolenga kukurudisha chini zaidi. Ukikaa na watu wa namna hii unajikuta unaishi kwa tahadhari, defensive living. Unaanza kuogopa kusherehekea mafanikio yako kwa sababu unajua rafiki yako atajisikia vibaya. Hapa ndipo unapoanza kuua uwezo wako potential ili tu kumfanya mwingine ajisikie vizuri. Hili ni kosa kubwa la kimaisha ambalo mafunzo TV inataka uliache leo. Tatu, mfano wa kifalsafa: nyoka anayekukumbatia Fikiria hadithi ya mkulima aliyemkuta nyoka ameganda kwa baridi. Kwa huruma, akamchukua na kumweka kifuani ili ampe joto la mwili wake. Nyoka alipopata joto na kurejea kwenye hali yake ya kawaida, kitu cha kwanza alichokifanya ni kumng'ata yule mkulima aliyemwokoa. Alipoulizwa kwa nini umefanya hivi, nyoka alijibu, mimi ni nyoka, asili yangu ni kung'ata. Kuna watu kwenye maisha yako ambao asili yao ni wivu hata uwafanyie nini, hata uwaingize kwenye fursa zako, hata uwape msaada wa kiasi gani, wakati wako wa kuanguka utakapofika, wao ndio watakuwa wa kwanza kusema nalijua tu hatadumu. Wivu ni kama kutu. Kutu haishambulii chuma kutoka nje, inashambulia kutoka ndani na kukimaliza kabisa. Usipowaepuka watu hawa, watakumaliza kutokea ndani ya siri zako ulizowapa. Hitimisho na dhumuni: jenga ukuta wa moto. Dhumuni langu la kukufundisha hili ni kukupa ujasiri wa kuchufa marafiki. Mafanikio yanahitaji mazingira safi. Huwezi kukua kama kila unachopanda kuna mtu anakuja kumwaga chumvi kwenye udongo wakati umelala. Watu wenye wivu ni kama vimelea parasites, wanachukua nishati yako lakini hawaongezi kitu. Jifunze kufanya mambo yako kwa siri, jifunze kutokuwa kitabu kilicho wazi kwa kila mtu anayekuita rafiki. Kumbuka, siyo kila anayekuchekea ni rafiki, na siyo kila anayekukosoa ni adui. Lakini yule kila ukipiga hatua, yeye anapoteza tabasamu lake, huyo ni mtu wa kumpunguza kwenye maisha yako haraka sana. Usisubiri akung'ate kama yule nyoka wa mkulima. Najua umejifunza kitu kupitia pointi hii. Tafadhali usisite kuniambia ni jambo gani ulilojifunza. Nitafurahi sana nikiona sms yako mpendwa. Sasa bila kuchelewa, twende kwenye point inayofata: mtu wa tano, muongo the liar. Huyu ni mmoja wa watu hatari sana kuwa karibu nao, lakini mara nyingi huonekana wapole au wazungumzaji wazuri. Mtu wa kudanganya husema jambo moja na kufanya jingine huvunja ahadi bila kuona kosa, hutumia maneno mazuri kuficha nia zake halisi. Hujua kusema kile unachotaka kusikia, si kile atakachofanya. Kwa nje anaweza kuonekana mwelewaka, mkarimu, mtu wa kuaminika, lakini kwa ndani maneno yake hayana mizizi, ahadi zake hazina uzito. Maelezo ya kisaikolojia. Kisaikolojia kuamini mtu wa kudanganya ni kuiweka akili yako kwenye msongo wa kudumu. Kwa nini? Kwa sababu unaanza kujilaumu badala ya kumlaumu yeye. Hisia zako huchanganyikiwa. Unapoteza kujiamini na uthabiti wa maamuzi. Akili ya binadamu inapochanganyikiwa mara kwa mara, huanza kuchoka, huanza kushindwa kufanya maamuzi sahihi, huanza kupoteza heshima binafsi bila kujua. Mfano wa maisha halisi. Rafiki anayekuahidi msaada kila mara lakini siku unapomhitaji simu haipatikani. Ahadi inabadilishwa kila mara, ana sababu mpya. Mfanyabiashara anayekupangia dili tamu, leo masharti ni haya, kesho yanabadilika, kesho kutwa anageuza kabisa mwelekeo. Mwisho wa siku unabaki mwechanganyikiwa, yeye anaendelea mbele bila kujali. Funzo: usidanganywe na maneno mazuri Angalia matendo, si maneno. Mtu anayesema kidogo lakini anafanya ana thamani kubwa kuliko anayesema mengi bila utekelezaji. Hitimisho: kama point hii imekufungua akili japo kidogo, kumbuka kuwaepuka watu hawa ni kulinda akili, amani na maisha yako. Like video hii ili wengine nao wajifunze, bing subscribe Mafunzo TV kwa mafunzo ya akili, maisha na saikolojia. Comment. Ni mtu wa aina gani kati ya hawa umewahi kukutana naye? Mafunzo TV, jenga akili, tawala maisha.